Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu kwenye ibada yetu ya anza siku madhabauni na Bwana inayokujia kwako nami, Mwalimu Joseph, na leo ni siku ya tatu ya mfungo wetu wa kuliteka lango la mwezi wa Oktoba na miezi mingine iliyo mbeleni, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kipekee sana na nguvu ambayo anaendelea kutukirimia na namna ambavyo Mungu anaendelea kuyajibu na kuyasikia maombi yetu. Mimi pamoja na wewe tutaendelea kuomba mpaka mbingu ziseme na leo hii tunaenda kwenye siku ya tatu, na lipo jambo ambalo mm, nataka kwamba unisikilize kwa makini, kwa sababu Roho Bwana anaenda kufanya jambo na ametuamuru kwamba tuweze kulishughulikia. Na ni kwamba kuna mtu ambaye anatakiwa atamke jambo juu ya maisha yako, kuna mtu ambaye anatakiwa kwamba akubariki kabla hajafa, kabla hajafa. Hebu tuangalie kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo sura ya ishirini na saba mstari wa nne neno la mungu linasema uniandalie chakula kitamu ni kipendacho uniletee nile ili nikubariki kabla sijafa mtu wa mungu naomba uweze kupay attention ili kwamba tunapoenda mbele za bwana kuomba uelewe ni jambo gani tunaenda kulishughulikia hii ni huduma ya maarifa na maombi. Kati ya kundi ambalo hatupaswi kabisa kulisahau kwenye ratiba zetu za maombi za kila siku katika jamii na katika familia zetu ni wale watu ambao tunawaita wazee, ama wale watu ambao ni watu wazima. Wale watu ambao umri wao ni mkubwa kutuzidi wengine ni ndani ya familia au tunaweza kuwaita ni wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu endelea kunifuatilia hapa niweze kukusaidia kitu fulani. Unaweza kuwa na sababu zote za kuwalaumu wale wazee wale watu wazima kwenye familia, labda ni kwa sababu hawakusimama na wewe kwenye nafasi, ama hawakusimama kwenye nafasi zao kwa sababu mbalimbali ambazo zimetokea, zimedhihirika, na mmejikuta mnapitia mazingira magumu sana, mazingira ambayo sio mepesi sana, na una unawatupia lawama, unawatupia lawama. Ni sawa, ni sawa lakini kabla ya, ya kulaumu chochote ya kulaumu chochote kuhusu kuhusu wa watu, unatakiwa kuelewa kuwa pamoja pamoja na mambo yote maovu ama mabaya walioyatenda kwa kwa kudhamiria kwenye familia na wengine kabisa kubaliana na mimi kwamba wamefanya kwa kutokudhamiria. Kuna wale wamefanya kwa kudhamiria, na kuna wengine wamefanya kwa kutokudhamiria kabisa, ila nafasi nafasi zao Mungu anaziheshimu na zinabariki pale pale, na thamani zao za wazee ndani ya familia na ndani ya jamii bado zipo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wao ndio unaendelea kuunganisha familia kwenye umoja, upendo na mshikamano, inafanya familia idumu kwenye upendo na katika kushikamana, kwa sababu nafasi zao hazibadiliki, hazi ziko, hazi tu pale pale. Leo unaweza uka unaweza kuchukulia poa tu, ila siku ambapo utakuwa na uwezo wa kuwa, wa kuwaona tena mbele ya macho yako ndipo utagundua kuwa walikuwa na maana sana kuwepo kwenye maisha yako. Hata kama hao wazee ni maskini, hata kama hawana fedha, hata kama hawajasoma. Hata kama wengine wanasema atanipa nini huyu, atanisaidia nini? Hata kama wa, hakuna namna wanavyoweza kukusaidia, ila Mungu amewaweka hapo kwa kusudi maalum. Mungu amewaweka hapo kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna neno ambalo, kuna neno ambalo lipo kwenye kinywa cha mmoja, lipo kwenye kinywa cha mmoja ambalo akilitamka kwa ajili yako iwe uwepo ama haupo, akilitamka kwa ajili yako something heavy, kitu kizito sana chenye kubadilisha maisha ya mtu kitashuka juu yako leo. Tunawaombea hao tu, leo tunaenda mbele za Bwana siku nzima kuanzia sasa. Leo tunaenda mbele za Bwana kuwaombea hao tu na hakikisha unafanya maombi kwa, kwa mzigo sana. Kama ni mzazi wako ama ni mlezi wako ama ni mtu ambaye amekukuza kwa namna iwayo yote ile, jambo ambalo una, unalotakiwa kufanya wewe pamoja na mimi ni kuwaombea kwa Mungu mambo makubwa mawili. Moja ya jambo ambalo tunatakiwa kuombea hao watu ni umri wao, ni umri wao, kwamba uwe tabifu, uwe umri wao usimame. Uwe timifu kabisa na asiondoke kabla ya wakati. Yaani asiondoke kabla ya wakati. Jambo la pili ni hekima ya kusimama katika nafasi yao ndani ya familia. Kama ni mmoja, ni kuomba Mungu aachilie hekima, hekima ya yeye kusimama katika nafasi yake ndani ya familia, ndani ya familia. Familia nyingi leo hii zi, zimegawanyika kila mtu anaishi kivyake kwa sababu ya, ya kutokuonekana kwa wale watu na wale wengine wapo, lakini majukumu na nafasi zao ni kwamba wamepata kuzisahau. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ni kitu cha cha kuzingatia sana, tunapoenda mbele za Bwana, tunapoenda mbele za Bwana labda mwingine anaweza kuwa yupo ndani ya nyumba, labda mwingine anaweza kuwa yuko kwenye distance, yuko nchi nyingine, yuko mbali, lakini wewe pamoja na mimi let us stand. Usiache kumkumbuka, usiache kumkumbuka mbele za Bwana. Lakini pia unapoomba, mwambie Mungu kwamba mtu huyu akumbuke majukumu yake, akumbuke kuwatunza watu, akumbuke kuwalisha, akumbuke kuwavika kadiri namna ambavyo Mungu ataenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa, wa, wa kwanza sura ile ya tano mstari wa nane utaelewa ambacho Bwana anataka tukishughulikie. Hawa watu ni baraka sana katikati yetu, ni baraka sana. Kama kuna ambaye ameelewa na kutambua majukumu yake ni baraka sana. That is why you and I ni lazima twende mbele za Bwana na tuombe kwa ajili ya hawa watu, kwa ajili ya hawa watu. Ni baraka sana kwenye maisha yetu, na usisubiri uwapoteze ndipo uanze kuwaombea ndipo ugundue kwamba mtu huyu ni mtu wa Mungu ndipo ugundue kwamba mtu huyu alikuwa thamani. Sikiliza Mithali kumi na sita mstari wake wa thelathini na moja inasema, kichwa chenye mvi ni taji la utukufu, kama kikionekana katika njia ya haki Kichwa chenye mvi kichwa chenye mvi ni taji la utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. So tunaenda kuomba Bwana hawa watu waonekane katika njia ya haki, katika njia ya haki. Tunaomba kwa ufupi sana, lakini uendelee kuomba kwa ajili ya hawa watu. Twende mbele za Bwana. Baba Mtakatifu, Mungu mwaminifu, uliye juu ya yote kwa neema na uweza wa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ya tatu ya mfungo. E Bwana, nasi tunakuhimidi na kukutukuza wewe, uwezaye kufanya mambo makubwa mazito, ambayo Bwana, wanadamu hawawezi kufanya. Wewe Mungu ambaye uwezaye kufanya mambo ambayo hupita yale tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu na kwa kadri ya uweza wa neno lako napolituma na kuponya na kutoa katika maangamizi. Siku hii ya leo e Bwana, imekupendeza Mungu, kwa sababu roho wa Bwana unalokusudi na maisha yetu unalokusudi na jamii zetu unazokusudi na familia zetu. Na siku hii ya leo e Bwana, ninasimama mbele yako kwa ajili ya, ya wazee. Ninasimama mbele yako kwa ajili ya wale ambao ni watu wazima ndani ya familia zetu ndani ya familia ya mtoto wako huyo ndani ya jamii zetu, ni katika jina la Yesu. Wale watu ambao ni wazima, wale watu ambao umri wao ni mkubwa katika familia za watu wako, Baba ninakuja mbele yako kwa ajili ya hawa watu, ninaomba ya kwamba e Bwana ukawape maisha marefu, ukawaongezee umri wao. Kama kuna mahali ambapo Bwana wamepwaya, kama kuna mahali ambapo Bwana wameziacha njia zako, kama kuna mahali wameacha njia za haki katika neema yako ya Gorigota na kwa uweza wako e Mungu, nina kusimungulia hai katika jina la Yesu, ukawa rehemu na ukawatakasi, nina tubu kwa ajili yao, neema yako ikawe juu yao na kuwasaidia na kuwa rehemu katika tarehe ya leo, kwa uweza wa jina la Yesu, na kuwapa umri unaowastahili, na kuwapa una miaka ya kuishi sawasawa na mpango wako wa mbingo katika katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, inaomba kwa ajili ya mzee, inaomba kwa ajili ya huyo ambaye ni mtu mzima kwenye familia ya mtoto wako huyo kwenye familia yake, kwa jina la Yesu Kristo. Wengine wameacha majukumu yao, wengine wamekimbia majukumu yao, wengine wamekaa kama zezeta, wengine wamekaa kwa kujisahau, wengine wamekaa Bwana, kwa sababu wamefungwa na shetani na wamesahau nafasi zao, kwa jina la Yesu Kristo ninalituma neno e Bwana ili kuwatoa o wazee kwenye maangamizi kwenye tabia za kipepo kwenye hali ya ya, ya, ya giza kwa jina la Yesu aliye hai, nuru yako ikapate kuwaangazia, neema yako ikaweze kuwafikia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu siku hii ya leo e Bwana, wapo ambao wamefungwa kwenye tabia za kipepo, tabia za ulevi, tabia za uzinzi, tabia za uvutaji sigara tabia za kipepo Mungu liye hai siku hii ya leo nalituma neno nalituma neno nalituma neno Afrika, nalituma neno Yuropa, nalituma neno Amerika, nalituma neno Australia, nalituma neno kila mahali, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye kila familia ambayo kuna mzee, kwenye kila familia ambayo kuna mtu mzima ambaye umri wake ni mkubwa na alitakiwa fanye majukumu yake ili kuisaidia familia ili kusaidia jamaa ili kuisaidia nchi ili kuisaidia Bwana jamii, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, let your word to manifest, let your word to demonstrate, katika jina la Yesu. Siku hii ya leo, e Bwana, achilia ya neema yako juu yao watu, neema yako iteme juu yao watu, kila mahali walipo, kila familia walipo, kila eneo walipo, kila nchi walipo, kila mahali walipo, kila mji walipo, wa kwa jina la Yesu ninawatenga na kila hili yote ninawatenga na kila hali yote, ninawatenga na pepo zote, ninawatenga na kila roho za shetani, inawatenga na kila nguvu za giza kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai katika, ali, ali katika jina la Yesu, iko neema ya kuwaokoa wazee, iko neema ya kuwarejesha kwenye kwenye madhabahu ya Bwana, iko madhabahu ya hali ya juu, iko madhabahu ya Mungu inawarejesha watu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakiri madhabahuni nami ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu ya kuwatoa katika maangamizi, nguvu ya kuwatoa katika, katika tabia za kipepo, nguvu ya kuwafungua na kuwaweka huru, nguvu ya kuwarejesha katika njia yake, nguvu ya kuwarejesha katika kweli ya Kristo, nguvu ya kuwarejesha kwenye njia ya msalaba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iko neema Bwana ya kuwarejesha nyumbani, iko neema ya kuwarejesha nyumbani, iko nguvu katika jina la Yesu, ile nguvu iliyokutanana wakati anaelekea Damascus, nina amuru nguvu hiyo iweze kufikia kila watu walipo, watu waliokimbia majukumu yao, watu waliokimbia familia zao, watu waliokataa familia zao, watu waliojisahau, watu walioacha nafasi zao, watu walioacha walio walio, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine wamefungwa na roho za giza, wengine wamefungwa na pepo la zinaa, pepo la na ulevi, kwa jina la Yesu Kristo. kristli naachilia moto wa Roho Mtakatifu, naachilia moto wa Roho mtakatifu, the fire of the Holy Ghost, katika jina la Yesu. I release the fire of the Holy Ghost wherever they are in the realm of the Spirit. I break every chain, ninavunja kila minyololo ya kitabia za kipepo inayofunga watu wa aina hiyo katika jina la Yesu. Hakuna atakaye kufa kabla hajabariki kabla hajabariki kabla hajatamka kabla hajazungumza kabla hajafanya kazi kabla hajafanya majukumu kabla hajaelekeza kabla haja wausia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, kwenye jamaa zetu, katika jina la Yesu. Kwenye familia mtoto wako huyu, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo siku ya leo, e Bwana, neema ya kipekee sana na nguvu isiyo ya kawaida iweze kutembea iweze kuzirika ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa namna ambavyo Bwana unaenda kutenda kazi, asante kwa namna ambavyo unaenda kufungua wazee, kwa namna ambavyo unaenda kufungua watu wazima kwenye familia katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Asante kwa neema na rehema zako, asante kwa nguvu yako ya ajabu, nami ninakurudishia utukufu na sifa, maana wewe ni mwaminifu from generation To generation. Ni katika jina kula Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana na Yesu aweze kukutunza. Ni kwamba siku ya leo hii ndiyo ajenda, hii ndiyo prayer point ambayo tunaenda kuishughulikia siku mzima, na nikukumbushe ni tu kwamba umuhimu wa hawa watu kadiri unapoendelea kumsiro mtakatifu akusaidie kwa prayer point hii, utaanza kuona, utaanza kuona. Kwa hiyo kuwa na muda wa kutosha kwa kuomba kwa ajili ya wa watu. Neema ya Kristo ikutunze. Nahitaji ushauri wa kiroho nahitaji maombezi, wasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano ambazo ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze. Shalom.